Ujambo mwanafunzi, karibu. Aa, katika kipindi cha leo tutaangalia sajili ya kisheria au mahakamani au kotini. Aa, mahakamani au kotini ni mahali ambapo uh, husikilizwa kesi na mashtaka mbalimbali na uamuzi utolewa. Natumai hayo mnaelewa. Unajua mahakama ni wapi? Kwa hivyo moja kwa moja tutaangalia sifa za sajili ya mahakamani. Kumbuka, katika mtihani unaweza ukaletewa kifungu ambacho kimedondolewa kutoka katika sajili ya mahakamani, ukaambiwa soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali. Lakini kabla ya kuangalia mfano wa kifungu, ningependa tuangalie sifa za jumla za sajili ya mahakamani. Na ninasema sifa za jumla kwa sababu uh, iwapo utaletewa kifungu, katika kifungu kile kuna baadhi ya sifa ambazo hazitajitokeza. Kwa hivyo, iwapo swali linakuambia Uh, eleza sifa zinazojitokeza, kwa hivyo itabidi uandike sifa ambayo umeona katika kile kifungu na wala si hizi sifa za jumla ambazo tunaenda kujadili. Sifa ya kwanza tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya msamiati maalum, msamiati ambao hushughulikia maswala ya taaluma ya wanasheria. Kwa hivyo msamiati ambao utatumika katika sajili ya mahakamani ni msamiati ambao unahusiana na wanasheria na wala si uh, taaluma nyingine, kwa mfano Uh, msamiati kama mashtaka, rufaa, mashahidi, huu ni msamiati ambao utatumika tu katika mahakama na wala si mahali pengine. Pili, tunaambiwa kwamba kuna matumizi ya sentensi ndefu katika sajili rasmi. Sentensi zinazotumika ni refu ili kueleza kikamilifu mambo yanayorejelewa bila kupotosha au kubadili maana. Kumbuka tulisema lazima Uh, mambo yaelezwe kikamilifu na ili kukamilika kimaana sentensi refu hutumika. Tatu, tunaambiwa kwamba kuna kunakili ama kurejelea vifungu vya sheria. Hii ni kwa sababu ya kudumisha kaida za sheria uh, na kufafanua dhana pamoja na kueleza kikamilifu mm -hmm. kwa mfano tunaambiwa utapata mtu akisema Kulingana na kifungu cha pili sheria ya Kenya sura ya tatu ibara ya nne, mambo kama hayo naam. Yani mambo ya kawaida ambayo tunaelewa na huwa tunaona kila wakati. Na nne, tunaambiwa kuna matumizi ya lugha ya heshima mahakimu wanaporejelewa. Natumai unajua mahakimu ni kina nani. Wanaporejelewa, lugha ya heshima hutumika, na utajiuliza kwa nini, pengine uh, wanaporejelewa hawa mahakimu kama jaji, kwa nini lugha ya heshima hutumika? Utajibu hilo swali. Na tano, tunaambiwa kuna matumizi ya lugha ya unyenyekevu aha. Hapa katika uh, mazingira ya mahakamani, kuna wale watu ambao hutumia lugha lugha ya ya kunyenyekea na kuna wale ambao hutumia lugha ya kuamrisha. Anayetumia lugha ya, ya kunyenyekea mara nyingi huwa ni mshukiwa. Na ni kwa nini anatumia lugha ya kunyenyekea? Kumbuka ni mshukiwa, kwa hivyo atanyenyekea kwa sababu pengine huenda amevunja sheria. Uh, uwezi ukawa umevunja sheria na ukatumia lugha ya kijeuri tu. Nam, tuangalie sita, kuna matumizi ya msamiati wa kukopwa kwa mfano uhum na saba, tunaambiwa kuna matumizi ya lugha rasmi. Hiyo tumeelezwa tayari uh, lugha rasmi ni Kiingereza ama wakati mwingine lugha ya taifa ambayo ni Kiswahili, kwa sababu hizo ndizo lugha ambazo zinatambuliwa nchini Kenya. Na sifa ya nane, tunaambiwa kuna matumizi ya lugha ya udadisi, kwa sababu uamuzi unaofikiwa uh, huhitaji kiini cha mambo ujitokeze.